Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako, wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Kusa amefanikiwa kumjengea nyumba mama yake mzazi huko kwao Tanga ambapo ameshare hapa video inayomwonyesha akiwa amekwenda kumsurprise mama yake baada ya ujenzi kukamilika. Sasa alimpeleka mama yake kwenda kujionea nyumba ambayo ameijenga, and then baada ya kushare video hii ameandika: Mama mama, hamna neno linaweza tosha kuelezea ubora na umuhimu wako. Umetengeneza mwamba imara mno usiotikisika wewe na baba yangu kipenzi, na hili limedhihirishwa kwa vitendo. Chukua hii zawadi, nina furaha mno siku ya leo, kwani hamna ukurasa wa kutosha kuandika stori na mapito yetu, hivyo niseme tu, karibu mjengoni. Unastahili mengi makubwa, na nilipo mimi, wasiwasi ukuishe na kupenda sana. Joyce wangu wewe ni shujaa hashtag mama. Akamtaga hapa anti Ezekiel, asante mke wangu kwa kuzidi kuwa mshauri na rafiki bora. Baba bado lile la kwetu sasa tumalize. Kwa hiyo hii ni nyumba ambayo Kusa amemkabidhi mama yake mzazi, akimpatia kama zawadi, na imekuwa ni furaha kubwa. Ukimwangalia mama yake hapo namna ambavyo amefurahi, lakini pia majirani na watu wengine ambao walijitokeza kumsupport hapo, you can see the love ambayo ipo kutoka kwa mtoto kwenda kwa familia. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kiukweli mazuri. Amempa hapa shukrani Anti Ezekiel kwa kuweza kuwa mshauri wake mzuri sana. Nadhani hii inaonyesha kiasi gani kwamba Anti Ezekiel amekuwa ni very supportive woman kwa Kusah. Ingekuwa ni mwanamke mwingine asingemshauri pengine hata eh, mwanaume wake akumbuke nyumbani kwao zaidi, angetaka kujipendelea yeye tu na maisha ya upande wa familia yake. Lakini unaona kabisa Kusa kama hivi anakwenda nyumbani anajenga nyumba, unaona, na namna ambavyo upendo upo kati ya Auntie Ezekiel na Kusa inakupatia picha ya kwa kwamba Kusa yupo kwenye mikono sahihi sana, mikono ya Auntie Ezekiel. Hongera sana kwake, lakini pia kwa mama yake kwa kuweza uh, kumzaa na leo hii imekuwa ni kama anakula matunda ya mtoto wake. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo una mtazamo gani, lakini pia nikukumbusha kusubscribe hapa SnS, kwa taarifa nyingine kila wakati.